E, bwana Refali ambaye alikuwa ndo mwamuzi wa mchezo wa jana kati ya RS Barkane dhidi ya Simba Sports Club amepewa lawama nyingi sana, kutokana na kwamba tunafahamu kwamba kwanza kabisa kuna mchezaji wa Simba alipigwa kadi nyekundu, lakini pia goli la pili la Simba liliamuliwa kama ni offside baada ya Refali kwenda kushungulia VAR. Umeona, bwana jambo ambalo limewakera watu wengi, lakini kwa upande wa Haji Manara, akiwa yeye ni shabiki wa Yanga na ni hasimu mkubwa wa klabu ya Simba kuzungumzia refari huyu akidai kwamba refa hana tatizo lolote, refa amenyooka. Lakini pia baada ya mchezo kuisha na Simba kutu, kupigwa goli tatu kwa moja ni kwamba Manara ameonekana akiwa sebuleni kwake akiwa anacheza nyimbo za Kiarabu, lakini sio tu kwamba alikuwa anacheza nyimbo za Kiarabu, vile vile ni kwamba Manara aliposti ile video yake ile ambayo anawamock watu wanaofungwa ile, fff fff, eh, nadhani utakuwa unaifahamu hiyo video. Labda kama ulikuwa huijui, nataka usikilize hapa. Manara uoga anapostigi hii video mara tu baada ya klabu yake pinzani kufungwa. Yeah, so hicho ndicho kilichotokea siku ya jana, pia baada ya klabu ya Simba kufungwa na Waarabu eh, aliposti hiyo Manara. Then akaja akaelezea inshu ya refarii sasa, ambaye eh, mashabiki na klabu nzima ya Simba imekuwa ikimwandama kwamba hakuwa, alikuwa na ubaguzi fulani hivi ambapo Manara ameposti akaandika kwamba hakuna mahali eh, wanayanga waliwahi kusema eti huyu refa alituonea mechi na Mamelodi. Lile shuti la Aziz Ki kwanza kabisa lilipaa, na kabla ya hapo Ibrahim Baka alicheza rafu mbaya sana. Akaendelea hapa Manara kusema kwamba so msimsingizie huyu refa. Uh, huyu refa amesha zoe, ameshazoea kuonea timu za Bongo, msiseme hivyo sisi, hatu, sisi hatu, hajatuonea hata tone Akamalizia kwa kusema kwamba hilo lenu makolo na mkome eh, kutugombanisha na kaf Leo ndiyo mnataka umoja eh, tena wa kulalamika. Mmesahau kabisa, ah, mmesahau, sio kwamba kwenu, wananchi, huyu ni refa bora kabisa Afrika, na tunahitaji aje wafundishe kazi wakina Kayombo. Ya Kayombo ni moja kati ya marefarii maarufu kabisa hapa Tanzania. Akaendelea kusema kwamba anawabeba daily wakina Kayumba anawabeba daily katika ligi yenu ya Mbeleko. Leo hii nyie eh, leo hii nyie mabata wa wa kulalamika wa kulalamikia waamuzi. Si mnasemaga kwamba hao ndio huo uba, ndio ubaya ubwela kenge wa kenge wa head amemalizia hivyo. Hivyofuakasema kwamba ikumbukwe kwamba yani Manara amemalizia hapa chini kwa kuandika NB, Wanayanga mnaonaje tuanzishe mkeka kuwa huyu ndio muamuzi bora duniani? Tumtumie, tumtumie kwenda apeleke chochote amesema, tumtum, uh, kwamba tumtumie kamwe ampelekee chochote kitu. So hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa upande wa Manara, yeye anamtetea huyo refa baada ya kuona kwamba eh, <laughs> Simba wameumizwa kwelikweli na maamuzi ya refa huyo. <coughs> So kwa kifupi ni kwamba mashabiki wa Simba bwana walikerwa kwelikweli, mpaka wakaanza kutunga mpaka nyimbo za kumnaza kumsanifu referee, lakini pia kuishia hapo referee huyu amepata umaarufu mkubwa sana kwa sababu eh, watu wameanza kumfollow. Huyu refa bwana, jina lake anaitwa Dahane Baida. Umeona eh, alikuwa na follow takriban elfu kumi na tano tu kwenye kurasa wake wa Instagram, lakini mpaka sasa hivi hapa tunavyozungumza, referee huyo ana jumla ya followers, ana jumla ya followers elfu ishirini na tatu pointi sita Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, so it is what it is. Ukiwa kama mdau na kipi cha kusema, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha bwana, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.